Bwana Myombe Junior, tukija kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kati ya wa wachezaji wa Simba na Berkane unaonaje? Uh, nafikiri lazima tutoe respect. kwangu mimi nafikiri Berkane ukiwaangalia, daraja la mchezaji mmoja mmoja, nafikiri wanaweza wakawa superb zaidi kuliko, kuliko Simba ingawa kitu ambacho Simba wamekifanikisha ni kucheza as a teamwork. Yaani hata sasa hivi Fadru tu moja ya vitu ambavyo na akifanya tu interview zote anakuambia kitu anachofanikiwa kwenye timu yake ni kuifanya timu kucheza as a team, sio uwezo wa mchezaji mmoja mmoja na ndio maana hata ukiangalia tu performance ya timu kuanzia eneo la goalkeeping nenda kwa fullback wao wale Shomari Kapombe, Mohamed Hussein wafanya wonders, nenda kwa viungo Kagoma, Swina eh, Fabrice Ngoma umekuwa unafanya unafanya super afu namba za, ma, za magoli na assist kama zimetawanywa sana. Elimpanzu anafanya vitu vyake, Jean Chaze ya anafanya vitu vyake, Mkwala Teba wapo, ni kama wanakaribiana japokuwa hawachezi kwa kwa wakati mmoja, kwa ona kwamba ni kitu ambacho kwa mwalimu yeye anaweza kaa tu amekaa kwenye kochi afu anakunywa juisi, anasema mambo mambo yanaenda vizuri, ila issue inakuja kwamba unakutana pia na Berkane ambao na wenyewe Sio haba, umeelewa? mm. Wachezaji wao ambao kwa mfano tunamwongelea huyu Kamara, moja ya wachezaji ambao pia si e, tu uwezo wake anasimamiwa na moja ya, ya tutasema ile management ambayo inasimamia wa wachezaji wengi sana nguli E, duniani, hmm. e, tunamtaja e, Matrines golikipa Aston Villa pia yupo kwenye, kwenye, kwenye kuu ya usimamizi ambayo anasimamiwa nayo, ana hmm. mdogo kama anatajwa kuwa thamani yake takribani bilioni mbili point kadhaa na unaiona kabisa bilioni mbili mguuni, na kinacho kinachotajwa kinaonekana, yani kwamba ile thamani yake ile unaiona uwanjani, anafanya vitu vingi sana kwa hiyo kwa daraja la mchezaji mmoja mmoja, hatuwezi siwezi mi kuwa mnafiki mm, nafikiri bado Simba ndo kwanza wana generate kikosi chao, wamewanunua vijana kutoka maeneo mbalimbali kwenye vilabu ambayo sometimes havi, havi, havi vilikuwa havi havipo kwenye level level ya Simba. Mm, kwa hiyo Simba ni key point ya wao yani, kama sasa hivi wanaanza kujadili mafanikio yao wanaanza kujadili mafanikio kwamba tumecheza kwenye klabu bora Afrika ambayo ipo kwenye renki namba nne kwenye vilabu bora Afrika, si ndivyo, ambao ni Simba. Lakini ukitoka walikotoka, huwezi kumtaja Shamu walikotoka ukasema kwamba alikuwa kwenye timu bora Jean Chaz si usiumenelewa, huwezi mm. kujadili kwamba alikuwa mwenye timu bora. Asec Mimosa ni moja ya timu ambazo zimeonekana mara nyingi sana kwenye klabu bingo. So tunaweza tukaitem kama moja ya timu bora, ingawa soka kulinganisha, ametokea ametokea au ametokea serabjan. Yes, hajapita Asec Mimosa mm. Sasa uki uki ukianza kuangalia kwenye e, kikosi cha Simba mm. Unaangalia elimu panzo mm. Ana muda mrefu akiwa na AC Vita, si ndivyo? Ndio, ghafla tu huyo hapa kaibuka Simba, wamepita wamepita, wamepita naye anaanza kuimbwa sasa hivi si ndivyo? mm. Walishawahi kuja wachezaji hapa chama, si ndivyo? Walishawahi kutoka Nkana, hakuwa anazungumzwa, amekuja Simba ame- amegrow Alishawahi kuja uh, tuna wote hawa akina Kibu Denis mm, toka Mbeya City kuja kuja Simba. Sasa hivi wana grow wanaimbwa, si ndivyo? mm. Abdrazak Hamza amepita Mbeya City na Mungo nana alikuwa na mm. ana okay, concentrate naye ameenda South Africa, amerudi watu wengi walikuwa hawajampa nafasi kubwa sana ya kuanza kwenye kwenye, nakumbuka alishawahi kufanya interview na media moja nika nikasema kwamba nafikiri moja ya mabeki ambao hata Fardu Davis kabla hata ligi haijaanza anaweza kawa na matumaini naye mm. ni Abdulrazak Hamza kwa mm. sababu so, nilikuwa namfuatilia sana kwenye nyakati nyingi, amekuja kuonyesha wonders sasa hivi no Shamu no mm. Chemaron ana uwezo wa waku, kufanya vitu vingi vika vika happen kwa, unaangalia Simba ni ni wa, wameamua wame kwa ningao ya wachezaji wengi sana kuweza kukuza kuza majina yao. Hiyo kwangu mimi, kwenye ishu ya daraja, nafikiri tayari Esbelkane ni wanawachezaji wengi ambao wamekomaa kimafanikio, maanake unaongelea mabingwa msimu mwaka juzi ukiachana mwaka jana, baada ya Zamalek Zamalek, mwaka juzi ilikuwa ni wao, walichukua na si tu kwamba Zamalek Zamalek wamecheza nao kwenye mm, nini kwenye finali, kwaani wanafinalist wa mwaka mwaka jana, sio? Unaelewa, yani mwaka juzi walifika finali wakachukua, mwaka jana wakafika finali wakapoteza mbele za Zamalek, mwaka huu wakafika finali, kwa sio timu ya kuibeza, ili hali Simba anasherekea miaka thelathini na tatu, sio? Umeelewa? Kwa hiyo kuna tofauti yani kinachobaki sasa, mm. nani anakuwa bora kwenye momenti za uwanjani. Ah, okay, sawa. Na labda niseme asante kwa wewe mtazamaji wa Zone Media na hii ilikuwa ni moja ya interview fupi tukiangalia mambo mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kitaenda kujiri kule Zanzibar. Na hii ni fainali ya pili kati ya mnyama Simba atapoenda kunguruma kule mbele ya RS Berkane, unategemea matokeo ya namna gani? Usisahau kusabskribu, kushare, kulaiki na kukomenti chaneli hii. Asante.